Salama, salama, Mezi, salama salama, salama, salama. Hapa tutakuwa na biashara kubwa sana vijana zaidi ya elfu kumi na tano watafanya kazi katika hii mpango. Uh, wafanyabiashara wa kokoto wa mchanga, changarawe, uh, simiti, chuma, uh, wafanya biashara wa mambo tofauti tofauti watakuwa katika hii mpango na Kenya itabadilika kwa sababu ya mpango. Tuendelee ama tuendelee, watu Salama salama salama salama salama salama. <laughs> Salama salama salama salama. Tuendeni. salama Salama salama salama salama Salama salama salama. Hapa tutakuwa na biashara kubwa sana. Vijana zaidi ya 15000 watafanya kazi katika hii mpango uh, wafanye biashara wa kokoto wa mchanga changarawe uh, simiti chuma Uh, wafanyabiashara wa mambo tofauti tofauti watakuwa katika hii mpango, na Kenya itabadilika. Tuendelea ama tuendelee. Salama salama salama. Salimia hiwata. Tuendeni. Salama, alama salama, salama. Salama, salama, salama, salama. Hapa tutakuwa na biashara kubwa sana, vijana zaidi ya elfu kumi na tano watafanya kazi katika hii mpango. Uh, wafanyabiashara wa kokoto wa mchanga changarawe, uh, simiti chuma, uh, wafanyabiashara wa mambo tofauti tofauti